Hi loves, karibuni sana leo tutatengeneza hiki kibanio nachokiona. So, unaona hiki kibanio kipenzi? Hiki nitakuonyesha jinsi ya kutengeneza kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Whoa, look at that. So, hi my loves, karibuni sana leo tunaenda kutengeneza kibanio. Okay, I'm so excited. So, unaona hicho kibanio, tutatumia hiyo kofia ambayo ina matundu matundu. Hakikisha kofia yako ni imara kipenzi changu. It's been a long time and then utahitaji hicho kitana. Unaona eh? vile viclip vile ambavyo unaweza kushonea kwenye nini, kwenye kofia, and then utahitaji pini zile za kuchomekea, zile za hijab, zile zote. Utaona kama hapo, mdoli wangu namchomeka pini ili kofia iweze kukaa na kushika vizuri. Katika kofia kuna hicho kipande cha katikati, hicho kipande cha katikati ndio. Chukua kipande ambacho kitafanyaje, tutakitumia. Mnisamee kama naongea haraka haraka, but I'm just excited guys. Okay. So nakata kile kipande cha katikati na kwenye kofia nyingi sana utakuta kile kipande cha katikati kina michoro kabisa kwa unaona sehemu ya kukata. Na ukiangalia hapa ni kirefu sana nikipima kwa hapo katikati ya kichwa changu so nimeenda nimepunguza kulingana na urefu ambao unataka. Ukitaka pima kulingana na urefu wa kichwa chako my loves. And then mimi nakunja pale nilipokata na pakunjia vizuri na pashona vizuri kama hivyo. So ili ikae vizuri, umeona eh? Tenda nitashona na kunjia kama ambavyo unaona and then tashona. Ngoja niwaambie siri moja. Umeona hiki kibanio? Hiki kibanio mimi nilifanya hii style ya nywele siku ya harusi yangu, guys. And it was amazing. So, baada ya kushona ile kofia, ile kipande, nimepata urefu na utaka. Sasa tunashonea hivo vinini vile vijitana. Unahakikisha vijitana unashonea pande mbili. Mbele naweka viwili, kama ambavyo unaona, unashona namna hiyo, umeona? Unaona kile kitana, ile sehemu ambayo kitana ile ikae chini, okay? Yeah, so, na maana nitakuwa nachota kushoto na kulia sindano yani, ukiwa unavaa uh, hiyo kitana kinakuwa kinajipachika upande e, na na nyuma. Sasa nako nimeweka sehemu mbili, umeona? itafanya kishikike vizuri. Natumia hii nywele inaitwa Jelly Curls. Inaitwa Jelly Curls. Unaweza kutumia nywele ya aina yoyote ambayo inaendana na hii. Wapenzi sio lazima utumie hii. Inaitwa Jelly Curls hii hapa. So napoanza kufanya crochet yangu, naanza kabisa mwanzo kabisa wa kofia yangu kipenzi, kama ambavyo unaona. Na hii kofia yangu ina matundu guys, kwa hiyo inafanya process ya crochet iwe rahisi rahisi rahisi sana. I'm sure hizo kofia unaweza kuzipata Kariakoo. So umeona, sehemu ya mbele nimeweka karibu karibu. Kwa hiyo nimeanza huo mstari mmoja and then nakuja mstari wa pili hapo karibu yake. Akiisha mbele kuna manjonjo mengi sana ambayo nimeongezea kwenye, kwenye hii style kuifanya kibanio chako kionekane very, very, very natural. Na nilipomaliza hiki kibanio guys mimi nilikuwa nimekivaa kwenye sherehe ya kazini kwetu huko Ulaya and guys trust me, watu walikipenda, walikipenda, walikipenda mno. They were like oh my god your hair is very iconic, nywele yako imekaa kistar dadadada. I was like mm-hmm. Umeona? Eh, basi ndo hivyo kwao, nashona hivyo vistari vyetu viwili kama ambavyo unaona kipenzi changu. Kama hujaelewa, please nifuate kwenye comment section. Pia nitaingia live this week Ntaingia live one of these days I think Alhamis nitakuwa live guys, usikose. Itakuwa let's say saa mm, ngapi ya bongo, let's say saa tisa ya bongo or maybe saa saa sita tisa ya bongo ya yeah. Au laa mtaniambia hapo kwenye comment section, mda gani mzuri kuingia live ili wote tuwe tuko live ili tuwe tuko mtandaoni ili tuweze kubonga mawili matatu kuhusiana na urembo, maisha and everything. So kumbuka hapo naendelea na hiyo crochet yetu wapenzi. Asante wote mlioni follow. Asante wote mnaoendelea ku-like video zangu. Umeona iko na mistari miwili. Hapo na hapo, namna hiyo. Unaona mambo hayo. And then nitakuonyesha sasa jinsi ya kupima ili kuweza kutenganisha hizo lines kwa sababu tunaenda kufanya mistari kama mitano. You understand? Kwa hiyo natumia vidole vyangu viwili. Hiyo ndio nafasi ambayo nitaiacha kati ya yangu inayofuatia itaanzia pale. Then napima tena na vidole vyangu viwili, line yangu inayofuatia itaanzia hapo, nachomeka tena pini. Umeona? Kama hivyo nitafanya na huko kuna kuendelea. Kwa hiyo kote kutakuwa kuna, kuna pin pia. You understand my loves? Na hapo pia kwenye pini kwa na mistari moja mbili tatu nne tano, kama ambavyo unaona, nitakuwa na line tano, lakini katika kila line naweka mistari viwili viwili, ambavyo tu nywele chache chache tu, wala hujazi manywele sana. Kitaka kiwe likubwa, basi utajaza nywele You understand. Kwa hiyo, hivyo, na hiyo na coach namna naendelea, hiyo naendelea naendelea. Sawa penze Nisamehe kama hii video ni ndefu sana but lengo la kufanya hii video iwe ndefu ili uweze kuelewa vizuri. So mstari wangu wa pili namna hiyo umemalizika, nitaushona karibu yake, pia nitashona tena kistari kingine. Kwa hiyo kila nilipoweka pini nimeshona vistari viwili. You understand? Yeah. Kila nilipoweka pini nimeshona vistari viwili. Kwa hiyo hiyo mstari mwingine unaofuatia huo wa pili wake unakuwa mbalimbali kidogo. Hiyo ni ya kujazia jazia tu, ili nywele yetu ijazie ijazie vizuri maone kama nilivyoambia huku, tunasoma hii somo yetu ya hii kibanio, huku tunapiga story mbili tatu. Kama unakumbuka nimeshawahi kufanya hii style kwenye kichwa changu, okay. Nikaweka hii style nilikuwa nimeita hakuna matata, and I still call this style hakuna matata ukiwa na mtindo huu kichwani kwako, guys, trust me utapendeza, utapendeza tu. Unaweza kupembenya nywele zako kwenye kichwa chako ukasuka tu vinywele vidogo vidogo vinapanda juu, alafu katikati ukaweka kibanio chako. Unaweza kubana nywele zako kati ukabana kibanio chako katikati, yani unaweza kutumia hiki kibanio kwa mitindo mbalimbali mbalimbali, wapenzi, na ukapendeza. okay? so, naendelea ku crochet kama hivyo, huku nawapigisha story mbili tatu. Hebu niambie video yako ya kwanza kabisa ya kwangu kuangalia ilikuwa video gani, kipenzi? please Tell me kwenye comment section, okay? Tell me kwenye comment section. Kwa nimeweka hivyo vistari yangu vyote sehemu zote ambazo nilikuwa nimeweka nini? Nimeweka pini. Kwa unaona zile nafasi ambazo tulikuwa sasa tumeziacha kwa kupima, kwa kutumia vidole. Nitaweka sasa nywele moja moja tu, nikiweka hapa labda vinywele vitatu kila sehemu. Vinywele vitatu kila sehemu. Lengo ni ku nitakuonyesha kwa nini nafanya hivyo. That's why nimekuambia angalia hii video from the beginning mpaka mwisho. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kipenzi changu. So nachomeka chomeka hapo vinywele kama ambavyo unaona. So baada ya hapo sasa, utachukua sindano yako crochet, unaingiza katikati ya ya nywele ya, kistari, ya mstari wako mmoja wa nywele, alafu unakuwa unaivutia nywele ya ule mstari unaofuatia, unakuwa unaingiza sindano na kutoa, unaingiza sindano na na kutoa kutoa namna hiyo. Unaona nywele zinavyojichanganya hapo katikati. Lengo ni kuziba zile nafasi ambazo zitaonekana kwenye nini kwenye kibanio chako kipenzi, unaziba zile nafasi. Kwao naingizia sindano pia upande wa juu, na kwa navuta, naingiza na kutoa, ikielekea kwenye ule mstari wa pili, unaona kwao. Nafanya namna hiyo, umeona, umeona, umeona. Pembeni kote nafanya hivyo, umeona? Hii mimi naita vuruga method, tunatumia vuruga method yetu, ambayo tunazivuruga hizo nywele humo ndani. Unaja kutumia hicho kibrush, kwa sababu akifanyi kazi yoyote. Anyways, kwa hiyo natumia sindano kama hivyo naingiza na kutoa, naingiza na kutoa, naingiza na kutoa. Kwa hiyo naingiza popote ambapo pana nywele nywele, unakuwa naingiza sindano na kutoa. Hiyo inasaidia, nazichanganya zile nywele mule ndani, kwa hiyo zinaziba yale mapengo ambayo yapo katikati. Tutafanya na hapo pia, utavuta huko nyuma baadaye, tutakuja kule, tutaranilia, tutaanza kuonyesha jinsi ya kufanya haya na kuonyesha tena paki penzi. That's why nimekuambia angalia video kuanzia mwanzo mpaka mwisho So naendelea kuvuruga but, sehemu nyingine nikaona kama nywele hazijatoshea kidogo, so nikaongeza kidogo vinywele sehemu ambazo nikaona kidogo kuna mapengo makubwa, so nikaongeza kidogo dogo hivyo vinywele kidogo, kama viwili vitatu, and then tukaendelea na zoezi letu la kuvuruga. Unavuruga, unavuruga, unavuruga namna hiyo, unavuruga namna hiyo okay? Unaingiza sindano kutoka upande mmoja kwenda upande mwingine, unavuta zile za ule upande mmoja kuzipeleka upande mwingine kwa kuingiza sindano na kutoa. Usikaze sana sindano yako wakati unafanya vuruga yako. Ukifanya vuruga yako, usikaze sana sindano, unakuwa kama una vi una vitizi tizi hivyo vinywele somehow, ili viweze kujichanganya na kufungamana huko kwa, kwa ndani bila kuweka mapengo. Okay my love, hii itafanya kibanio chako kinaonekana super natural. Supernatural, okay. <laughs> Kinakuwa natural sana, yani umeona, anafanya na uko mbele. Very important hii sehemu ya mbele, pia ukafanya hivyo, kwa sababu at the end of the day ukija kubana kibanio chako, mtu anaona, ajui nywele yako asilia imeishia wapi, kibanio kimeishia wapi, anakuwa kama unamchanganya fulani unamvuruga kama unavyovuruga hizi nywele. You understand my love, and I hope you guys mnaelewa hii style, na i hope mta rock hii style. Unaweza kufanyia ma bridesmaids hii style, unaweza kujifanyia mwenyewe kwenye siku yako ya harusi, ukatengeneza hichi kibanio chako ukawa simple. Mimi siku yangu ya harusi, believe me, nilikuwa Ulaya, and then nikasema sina style ya nywele ambayo ni nzuri, nataka something African, something beautiful and elegant Nikapata hii style nikasema nitaifanya hii and it was beautiful, beautiful, beautiful. Ukiona kwenye picha ya thumbnail pale nimeweka ile picha yangu nikiwa siku yangu ya harusi, na nikapaka makeup yangu simple, nikajipaka mwenyewe hakuna makeke makeke, but style yangu ilikuwa unique na nikapendeza, nikapendeza sana my love. So tunaendelea hivyo mpaka pande zote kushoto kulia, hapo katikati kote kutakuwa kumevurugika vizuri vizuri vizuri vizuri, na huko nyuma na huko mbele, kila sehemu panakuwa pamevurugika vizuri Haya, sasa, baada ya hapo, nikakata tu vile vinchancha ambavyo vimebaki ambao vimezidiana, not vimebaki, vimezidi ku clean tu hizo nywele kuzisawazisha vizuri, and then tunaenda kwenye ku style. Umeona hiyo ile vistari viwili vya mbele ninaviriga namna hiyo, alafu nina kikunjia kwa mbele. you see, nimeviriga vile vistari viwili vya mbele. Kumbuka kila tulipoweka sindano tumekoch tume, tume vistari viwili vya nywele ambavyo vilikuwa vipo karibu karibu and then nikatumia sindano yangu ya na uzi tu ile wa kufumia vitambaa mweusi, ninafunga sasa, ninashona ili ikae vizuri. Unaweza kuweka chupio but i think ukishonea ukisonea na uzi inakaa more stable zaidi, but yes. Kwa hiyo mimi nafanya hivyo, na kisha za mbele nimezichambua zimekaa vizuri, nimeipuff puff vizuri kulingana na size ambayo unataka, and then unashikiza uzi tu hapo chini ili kibanio chako kikae vizuri, okay. So, nimefanya hiyo ya mbele kama ambavyo unaiona. Nimehakikisha imeshikizika kote pembeni, katikati na huku pembeni pia. Kwa hiyo unapitisha uzi namna hiyo, kwa hiyo uzi wako unapita kwenye ile nywele ile ya mbele. Nimeiviligia kwenda mbele, ile ya kwanza, hizi mbili. Hii ya pili na zinazoendelea, naviligia kwenda kwa nyuma, alafu napitisha uzi. Umeona, unazipafupafu kulingana na shape ambayo unataka zikae. Understand? Kama hivyo, unapitisha uzi kumbuka, uzi umo ndani nywele, si ulifanya ile vuruga, kwa hiyo sindano yako itakuwa inapita katikati ya nini, ya nini, katikati ya nywele, kwa hiyo ule uzi utakuwa hata hauonekani kipenzi. That is the best way kwa, na the best reason why tulifanya ile vuruga method hapo kati pia, okay? Kwa hiyo ile ya mbele kumbuka tumeviligia kwenda mbele, ile ya kwanza. Hizi nyingine zote, tunazivirigia kwenda nyuma. Kona, kwanza hivyo kama ambavyo naona alafu nai viriga kwa, ku, kwa, ku, kwa, kwa, un, kwa ndani kuipelekea nyuma, and then nashona hapa. Ilibidi nipige magoti kidogo, ni sujudie nywele yangu, umeona. <laughs> Pozi zinabadilika kulingana na nini, na situation, okay. And then huko nikaona, mm hapa mbona nahitaji kufanya kavuruga furuga kidogo, so nikavuruga furuga hapo kidogo kuifanya iwe vizuri. Unaona mwa, pembezoni mwa nywele yangu mwa kibanio kunavyoonekana kuko natural. Hebu tell me, nani atajua hii sio nywele yako? Umeona, na unahakikisha ukisha mshono wako wa mwisho unafunga fundo, ili ueme, secure nini kushona kwako, you understand? Okay, basi baada ya hapo sasa nikawa nazikusanya zile fungu ili kuziweka karibu karibu, zisikae mbalimbali. Unaweza kutumia chupio kama hivyo, unachukua unaweka sawa, unakusanya sasa hapo, unaikusanya na hii ya pili, unazichomekea chupio ili zifanyeje ziweze kukaa karibu karibu, zisiwe na mapengo. So, umeona hata hiyo ya mbele ilikuwa ina pengo kubwa hapo katikati right. Kwa hiyo nikaanza kufanya hiyo kufunga, maanisha hivyo vinini hivyo vifungu vikae karibu karibu, visiache mapengo makubwa. So unatumia chupio, lakini pia mbali na chupio, una uwezo pia wa kutumia tu nini inaitwa, wa kutumia uzi ukapitisha uzi kama ambavyo nilivyopitisha wakati unaviviriga viriga baadaye niliona kidogo vibunda vi vyangu kidogo vimelalalala kidogo. Baadaye vutavuta, vionekane vitanuatanua, unavivutavuta kitaka kimetuna kulingana na size. so, That's it, kibanio chetu ndio hicho, kina vishikio vi hivyo vitana vinne viwili mbele na viwili nyuma kabisa. Na kibanio changu kinakaa kama hivyo, kinafika mwisho kabisa wa nywele zangu na mbele. Kwa hiyo ni moo haki ya katikati. Thank you for watching and bye.